Ukiangalia kupitia mwiba wa Paulo ambaye alikuwa anawapitia, haikuwa magonjwa kama nilivyotangulia kusema. Ukithibitisha mwiba, mwiba ni kitu ambacho kilikuwa kinatumika tangu zamani, ya kwamba kitu ambacho ni mwiba ni kitu ambacho kipo external. Ukiangalia kwa Wakorintho wa pili, ile sura ya 12 mstari wa 7 hadi wa 9, tunaona Mtume Paulo mwiba ambao alikuwa anawapitia. Kwa maana yake mwiba sio kitu ambacho ni internal. Mwiba ni kitu ambacho kipo nje ambacho kinajaribu ku pressurize usiwe na faraja. Kwa maana yake mwiba ni kitu ambacho kina kinaletwa na kitu kingine, hakipo ndani, kwamba ni magonjwa. Kwa maana sasa, kwa Paulo ilikuwa ni mjumbe wa shetani ambaye alikuwa nje akijaribu kuleta ku inflict, akijaribu kuleta changamoto kwa Paulo, kwamba apitie kupigwa, apitie kufanya hivi na hivi. Mitume wa uongo ambao walikuwepo katika kanisa wakijaribu kumletea changamoto mbalimbali. Ila pia ukirudi katika maandiko kisoma tukisoma katika kitabu kile cha Yoshua ile sura ishirini na tatu mstari wa kumi na tatu tunaona pia katika kitabu hiki aa, katika hii sura tunaona maandiko kwa yanasema kwamba kuna mwiba ambao uliachiliwa kwa wana wa Israeli, kwamba walipoingia katika nchi ya ahadi kulikuwa na miiba, kwamba wale mataifa wengine walikuwa ni kama miiba kwa wana wa Israeli, kwa walikuwa wanawazuia kwa uh, kuokupai walikuwa wanazuia kuipata eneo lote kwa jumla. Kwa maana Mungu alikuwa anawashauri kwamba inabidi watoe hii miba ambayo ilikuwa inawazunguka, watoe haya mataifa mengine ambayo yalikuwa yanawaletea changamoto katika kutawala. Sio hivyo tu, ukisoma pia katika kitabu kile cha Hesabu ile sura ya 33 mstari wa 55, maandiko yanasema kwamba ni vile vile, ni jambo kutuelekeza kuhusu miba au changamoto, kitu ambacho kipo nje kinajaribu kuletea changamoto ndani. Kwa maana sasa kumbe hii Meiba ni vitu vya nje ambavyo vinakuletea changamoto we, ni vitu vya nje ambavyo vinakupressurize, ni vitu vya nje ambavyo vinakujaribu kukuandama, kukutoa kwenye mstari. Kwa maana yake sasa, hii ni the same kwa Paulo. Biblia inavyotumia neno meiba au mweba, maana yake ni kitu ambacho kilikuwa nje ya mwili wa Paulo, kitu ambacho kilikuwa ni mjumbe wa shetani kikimtesa Paulo naweza kuwa ni nabii wa uongo akijaribu kuleta mafundisho ya wa uongo kwa kanisa, akijaribu kumuumiza Paulo kwa sababu alikuwa amejaribu kuweka msingi wa neno la Mungu kwa kanisa la Korinto, alafu baadaye anashangaa kuna kuwa na mwiba, nabii wa uongo ambaye analeta mafundisho anavuruga na kupotosha kanisa. Huu ni mwiba tuendelee. Pia katika Wakorintho wa pili sura ya sita kuanzia mstari wa kwanza hadi wa kumi anajaribu kuorodhesha baadhi ya miiba tena mingine ambayo alikuwa anaipitia: anachapa viboko anakataliwa hivi na hivi, lakini hakutaja magonjwa katika hayo. Kwa maana yake sasa, tuelewani kitu kimoja kwamba Mungu ni mwanzilishi wa mambo mazuri, lakini sasa sisi tumekuwa na mitazamo mibaya sana, kwamba mtu anapoumwa mwingine anaanza kufikiria maybe kuna kitu amekiruhusu Mungu aumwe. lakini kitu cha kuelewa na cha msingi ni kwamba Mungu no. Sio kwa mwanzilishi wa mabaya hata siku moja. sisi na magonjwa ni vitu tofauti. Mtu ukiokolewa kuna mabadilishano yametokea katika msalaba. Mungu amelipia gharama za magonjwa ambazo ulibidi uwe nazo kwa maana ki, sasa ukiumwa, hii sio tiketi ya wewe ya kwamba kusema kwamba Mungu anakuadhibisha kwa kitu fulani. Mungu hamwadhibishi mtu kwa magonjwa, yeye ni Jehova Rapha, ndilo jina lake. Wewe ambaye unapitia changamoto yoyote ile ya kuumwa, unayepitia changamoto yoyote ile ya kuteswa na magonjwa, pengine umekuwa unateseka muda mrefu, ni kusii Siye Mungu ambaye anakuteza kupitia magonjwa. Siye Mungu ambaye anakujaribu kupitia magonjwa. Ninahitaji uombe pamoja na mimi wakati huu ili Mungu aweze kukusaidia kuweza kuachilia kile kitu ambacho kinakusumbua katika maisha yako. Ninakuhitaji uombe pamoja na mimi kwa wakati huu na saa huu. Mungu aweze kukusaidia katika kile kitu ambacho unakipitia. Wewe ambaye kuna magonjwa ambayo yamekuwa yakikusumbua toka mwanzo, wewe ambaye kumekuwa na changamoto kubwa, wewe ambaye umekuwa ukiteseka sana na magonjwa ambayo ni ya muda mrefu, Nikwambie sasa, wakati wako wa kukombolewa umefika, ya kwamba Mungu anataka uelewe kwamba yeye sio mwanzilishi wa mabaya. Ya kwamba yeye sio mwanzilishi wa magonjwa. Ndio maana, ndio maana yeye anaitwa Jehova Rafa, yeye ni Mungu mponyaji. Kwa maana yake kama ulikuwa unaamini tofauti, amini ya kwamba katika kila gonjwa ambalo unakuwa nalo, Mungu hayupo katika hilo, hausiki katika hilo. Kwa maana sasa ni vitu vingine, ni shetani ambaye ni mwanzilishi anatumia namna mbalimbali yote msalabani. Isaya hamsini na tatu mstari wa tano inatudhihirishia kwamba yeye kwa kupigwa kwake sisi tumepona. Kwa maana yake sasa kumbe Yesu alipopigwa pale msalabani aliachukua maovu yetu. Alichukua mpaka magonjwa yetu. Kwa maana hasa Yesu alichukua ugonjwa ambao ingekuwa hajawahi kuteswa au hajawahi kufa kwa ajili yetu basi ungekuwa na uhalali wa kuendelea kuteseka katika huo ugonjwa ni kusitu ya kwamba Yesu ameshawahi kupigwa kwa ajili yako Yesu amekufa kwa ajili yako Yesu amefia huo ugonjwa ambao unakutesa hivi sasa kwa maana yake sasa umepata neema ya kubadilishana uzima kwa magonjwa huo ugonjwa wako Yesu amekupa neema uchukue wewe akupe uzima katika yote changamoto unayopitia. Yeye akupe uzima katika ugonjwa unaopitia. Ukaombe pamoja nami, ukaamini tu haya maneno ya kwamba katika kila jambo Mungu ndiye mwanzilisho wa mambo mazuri. Ni hekima sana kimungu inahitajika kuomba. Mungu atusaidie sisi watumishi wa Mungu kwamba kila mmoja akiugua, Mungu amsaidie kujua kwamba ni njia gani, ni njia ipi ataitumia ili Mungu amsaidie aweze kupona huyo mtu. Je, aende hospitalini? Je, aende kwa mtumishi akaombewe, au ajiombe mwenyewe aweze kupona kwa imani? Kwani vitu ambavyo tunahitaji sana kuwa na imani, tunahitaji sana kuwa na hekima ya kimungu kuweza kutambua zote ni njia za matibabu, kwa sababu ni Mungu ndiye ameziweka. Lakini sasa tunahitaji kuwa na hekima ya kimungu, tunahitaji kuwa na hekima ya kimungu, kila kitu tukiangalie katika jicho la kimungu, kwa maana sasa hivi, sasa wewe ambao una changamoto ya kuugua nikuhakikishie kwamba siye Mungu ambaye anahusika katika hiyo changamoto, kwa sababu yeye ni Jehova Rapha, kwa sababu yeye ni Mungu ambaye anaponya, kwa sababu yeye ni Mungu mponyaji. Naomba nikuombe, funika macho yako na kuombea. Baba yetu na Mungu wetu kushukuru kwa ajili ya neema yako. Asante kwa ajili ya mtumishi wako huyu ambaye, Bwana anasikiliza. Bwana, kwa wakati huu ninaomba neema yako Bwana ya uponyaji Bwana ukaiachilie kwake, maana maandiko yako Bwana yanasema kwamba kwa kupigwa kwako Bwana sisi tumeponywa kwa kupigwa kwa kwako Bwana sisi umechukua madhambi yetu umechukua magonjwa yetu Bwana, ninaomba Bwana ukachukue huu ugonjwa ambao unamsumbua huyu mtumishi wa Bwana. Baba, ni maombi yangu Bwana, neema yako ya uponyaji ukaiachilie katika jina la Yesu, kwa kuwa wewe ni Jehova Rafa, Mungu mponyaji. Bwana, ninaomba neema na kibali Bwana juu ya mtumishi huyu Bwana, ninaomba neema yako Bwana iliyokuu sana, mfano wa amani kwa mgeni anateseka Bwana, na ugonjwa mgumu ambao unamtesa kwa muda mrefu, achilie uponyaji Bwana mwondoe katika ya mateso katika jina la Yesu Kristo, ninaomba neema ya uponyaji kwake Bwana Mungu mtakatifu mwenye enzi, kwa kuwa Bwana wewe ndiye mwanzilishi wa mema katika kila jambo jema ndipo tunalitaja jina lako Bwana, shusha neema ya uponyaji, shusha uponyaji ndani yake Bwana, huyu ambaye anasumbuliwa na ugonjwa katika jina la Yesu Kristu. Ninaomba neema yako ya uponyaji Bwana ikazidi sana ndani yake Bwana, ukaachilia uponyaji Bwana hivi sasa kwa jina la Yesu Kristu. Ninaomba neema yako Bwana, ukaachilia uponyaji hivi sasa kwa jina la Yesu, akazidi kukutukuza na kutoa ushuhuda mbele zako ya kwamba wewe ndiye Mungu uponyaye kupitia jina la Yesu Kristu. Sante, Bwana Yesu, ninakushukuru Bwana kupitia jina la Yesu. Amini Mungu amekuponya katika jina la Yesu Kristo. Amen. Mungu akubariki sana. Ulikuwa pamoja nami mtumishi wa Mungu Daniel Maziku JR. Ni nikukaribishe tena kwa kipindi kingine, siku nyingine tutakuwa pamoja. Usisahau kusubscribe, kucomment na kulike na kushare. Na kama utakuwa na swali andika kwenye comment section tutalipitia na tuweza kulijibu. Mungu akubariki sana.